Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Fa a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mtu ambaye leo tunamfanya kuwa mada ya mazungumzo yetu anaitwa kwa heshima kubwa na taadhima Hazrat Idris alayhisalam. Kutajwa kwa Idris alayhisalam ni muhimu kwa sababu hii, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala amesema katika Quran Majid, wadhkur fil kitabi idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Tafsiri, katika kitabu mtaje Idris alayhi ssalam, yeye ni mkweli na nabii. Jambo la pili ni kwamba kusimulia hadithi ambazo zina masomo ndani yake ni desturi ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amesema

Innahum minas salihin, tafsiri: Idris alayhisalam ni mvumilivu, tumemwingiza katika rehema zetu. Innahum minas salihin, na yeye ni miongoni mwa watu wema. Idris alayhisalam ni mvumilivu na mwema, pamoja na wenye subira. Yupo Allah na tunaomba njia ya watu wema katika kila mzunguko wa sala kwa kusoma suratul Fatiha. Sababu nyingine ya kumtaja ni kwamba zama zake ni zama za kwanza za maendeleo ya kimada ya binadamu wakati mwanadamu alipiga hatua kuelekea kwa maendeleo ya kimada ambapo kalam, mavazi, mizani, silaha na jeshi vilitumika. Hizi ni zama zake kwa rejea ya Ibn Kathir. Baada ya Shith alayhi salam, Idris alayhisalam alitunukiwa cheo cha utume. Idris alayhisalam ni mtu wa kwanza kutumia kidole cha shahada alipokuwa akitoa khutba. Idris alayhisalam ni nabii wa kwanza ambaye alianza kupigana vita takatifu dhidi ya watu waovu wale ambao walikutana na hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mbingu ya nne usiku wa Meraj. Idris alayhis salam alikuwa wa kwanza kutengeneza nguo za rangi nyeupe kutokana na nyuzi, na alivaa nguo hizi. Katika kila mshono ungesema subhanallah, subhanallah. Kulingana na kitabu cha maarijun nubua, Idris alayhis salam alianzisha miji mingi na akatekeleza sheria za sharia tulislam katika miji hiyo. Na Idris alayhis salam aliteremshiwa maandiko 30. Jina Idris limeonekana mara mbili katika Quran Majid, katika suratul Maryam na katika suratul Anbiya. Kuzaliwa kwa hazrat Idris alayhis salam kulitokea katika mji wa Babel, katika nyumba ya hazrat Yarid radhiyallahu taala anhu wakati huu umri wa hazret adam alahi ssalam ulikuwa miaka 692 ukuu wa idris alahi ssalam unaelezea hivi Wahu wa huwa idris bnu yarida bnu mahlael bin qainan bin anush bin Shith bin adam alayhi ssalam kwa hivyo imethibitishwa na marejeo thabiti kwamba hazret idris alhi ssalam alizaliwa kabla ya hazret nuh alah ssalam kama ilivyo katika tafsir tafsiri Durul Mansur Ibnu Abi Hatim anasimulia kutoka kwa Hazrat Abdallah Ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba Hazrat Idris alahi ssalam alikuja kabla ya Hazrat Nuh alahi ssalam. Katika Albidaya wa Nihaya juzu ya kwanza ukurasa wa tisini na mbili Imam Ibn Ishak pia anamsururuko huu wa masimulizi, alizaliwa wakati maisha matukufu ya Adam alahi salam, alipata heshima ya kumtembelea Adam alaehi salam Aliona zama za Hazrat Shith alayhisalam. Umri wa Hazrat Idris alayhisalam ulipofikia miaka mia tatu na saba Hazrat Adam alayhisalam alifariki dunia. Wakati huu umri huu wa miaka mia tatu mia nne ulikuwa umri wa kawaida, ulikuwa umri wa pema. Unajua kwamba Kabil alipomuua kaka yake alimchukua dada yake na kuondoka. Baada ya hapo idadi yake iliongezeka ilizama kwa uasharati na machanguko na ufisadi. huu ufisadi wa, wa Kabiliuno ulikuwa mdogo katika zama za Adam alayhi salam, kisha ukaongezeka katika zama za Shith alayhi salam. Na wakati Shith alayhi salam pia alipofariki, idadi yao iliongezeka. Baada ya Shith alayhi salam, Idris alayhi salam aliambiwa atangaze utume wake. Kufikia wakati huu, kizazi cha Kabiliuno kilikuwa kimefikia kileleni cha machanguku na ufisadi. Kwa hivyo machanguko haya ya Kabilino yalipofikia kileleni chake, Hazreti Idris alayhi salam alitangaza utume wake. Allah tabaraka wa taala alimwamuru kwamba machanguko haya, ufisadi huu na uovu lazima vikomeshwe. Urefu wa Idris alayhi salam ulikuwa mrefu kama Adam alayhi salam. Alipotembea, alitembea kwa utulivu mkubwa macho yake yalikuwa chini, alifanya tafakuri na kutafakuri sana, angekuwa na mazungumzo ya lazima ipasavyo. Alipokea baraka maalum kutoka kwa Adam alahi salam, na pia alipata baraka kutoka kwa Hazrat Shith alahi salam. Alipopokea utume, alikwenda Misri. Huko Misri alisimama karibu na mto Naili. Alama Jalaluddin Suyuti rahmatullahi alayhi anaandika katika kitabu Husnu lmuhadarati fi tarikhi misra walqahirati kwamba alipima kina cha mto Naili huko na akasoma msukosuko na mtiririko wake. Kwa kuwa ardhi karibu na mto Naili ilikuwa ardhi ya kilimo, maji yalipatikana kwa urahisi, alianzisha kanuni za kilimo. Idris alaihi ssalam alikuwa wa kwanza kuwafundisha wafuasi wake njia ya kujenga nyumba. Wa kwanza ni Hazrat Idris alaihi ssalam ambaye pia alijenga nyumba ya Allah na pia aliwafundisha watu njia ya kujenga nyumba. Katika kitabu cha An-Nujumu Zahira tu fi muluki Misra wal Qahira imeandikwa kwamba piramidi hizi za Misri unazoziona, piramidi hii ni wingi wa haram. Haram inamaanisha vitu vya zamani. Basi kulingana nao, sheria iliyotumika kujenga piramidi hizi za Misri sheria hii ilitolewa na Hazreti Idris alaihi salam. Mwalimu Makrizi katika historia yake maarufu anasema kwamba Idris alayhi salam alitawala Misri, yeye ndiye mfalme wake wa kwanza. Alianza mfululizo wa ujenzi wa nyumba hapa, na kwanza kabisa kwa ajili ya ibada alijenga misikiti. Yeye mwenyewe aliweka msingi wa sayansi ya tiba. Watu wengi hugua angepata tiba kupitia ufunuo na kuwafundisha watu. Hivyo jamii yake ilianza kuongezeka. Alianzisha miji zaidi au chini ya mia kwa ajili ya maisha ya watu. Alivumbua sheria na mbinu za kilimo na kuwaambia watu jinsi mazao yanavyolimwa. Wa kwanza kuvumbua kalamu duniani ni Idris alayhi salam. Bila kalamu hakuna elimu na bila elimu hakuna maendeleo kwa sababu kalamu ndiyo inayohifadhi elimu. Kwa hiyo ni kwa sababu ya kalamu ndiyo mwanadamu amepiga hatua. Hazrat Adris alayhi ssalam ndiye mwanadamu wa kwanza aliyetumia kalamu. Katika kitabu cha Albidayatu Wanihaya juzuu ya kwanza ukurasa wa tisini na mbili imeelezwa kuwa Idris alayhi ssalam ndiye mtu wa kwanza aliyeanzisha njia ya kuandika na kutumia kalamu. Jinsi gani kalamu hii ni muhimu! Siku hizi tumeinyang'anywa, tumepewa kompyuta ili mtumie tu Kiingereza, lakini katika Islam kalamu ina umuhimu mkubwa. Unaweza kupima kutokana na ukweli kwamba katika Quran Majid wetu kuna sura, jina la sura hiyo ni Suratul Qalam. Allah tabaraka wa taala amechukua kipawa cha kalamu katika Quran tukufu, katika Quran tukufu Suratul Alaq, Allah tabaraka wataala ametangaza alladhi allama bilqalam, yule Allah ambaye amekufundisha kupitia kalamu. Basi kalamu iliumbwa kwanza na Allah Taala, baada ya hapo alimfundisha Nabii wake Idris alayhi salam. Baadhi ya maonyo ya Idris alayhi salam ni kwamba mwenye bahati ni yule anayejiangalia ndani yake, na mbele ya Bwana wako mapendekezo yako bora ni matendo yako mema na muumini anapoonyesha subra juu ya shida anakuwa mrithi wa mafanikio. Ufafanuzi wa Qurtubi pia umeandika hivi kwamba Idris alaihi salam ndiye wa kwanza aliyeandika kwa kalamu. Kwa mara ya kwanza alivumbua njia ya mavazi kwa watu. Awali watu walifunika miili yao kwa jani au kufunga ngozi. Yule aliyovumbua nguo duniani pia ni hazrat Idris alaihi salam. Kwanza alitengeneza uzi mweupe na akachukua nyuzi mbili na akaunganisha nyuzi zote mbili, kisha akafanya mishono. Alipofanya mshono mmoja, engesema subhanallah, kisha akafanya mshono wa pili na kusema subhanallah. Vile vile kwa kila mshono mmoja Idris alayhi salaam engesema subhanallah na akatengeneza ngoo kutoka kwenye uzi subhanallah. Basi ningependa kusema hivi, ndugu yangu na dada yangu, wanaweza kuwa wanasikiliza, wakati wote unaposhona kifungo au kushona ngoo basi ifufue hii mitando na useme subhanallah kwa kila mshono kwa sababu hii ni desturi ya Idris alayhi salam. Je, hazrat Idris alayhi salam ni nabii au mtume? Basi tofauti kati ya nabii na mtume iwe wazi, kisha tutatoa hitimisho. Manabii wangapi walikuja? Ni Allah ta'ala pekee anayejua idadi sahihi kuna kutokubaliana katika maafikiano ya umma kuhusu idadi ya manabii amani iwe juu yao. Kumwita asiye nabii kuwa nabii ni ukafiri na kutomkubali nabii kama nabii pia ni ukafiri. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu katika eneo hili. laki moja na ishirini na nne elfu Takriban, na miongoni mwao mia tatu na kumi na tatu ni mitume. Katika Sahih Ibn Habban Hadithi hii tukufu ipo. Riwaya nyingine, Ibn Hatam ameinukuu katika ufafanuzi wake kutoka kwa Imam Abu Umama Bahili radiallahu anhu kwamba idadi ya manabii ni laki moja na ishirini na nne elfu takriban na mitume ni 315. Hadithi hii pia ipo katika Musnad Imam Ahmad na Tabrani. Basi mukhtasari ni kwamba kuna takriban manabii laki moja na ishirini na nne elfu na mitume mia tatu na kumi na tatu au mia tatu na kumi na tano jambo hili ni suala miongoni mwa wanazuoni sasa elewa tofauti kati ya nabii na mtume nabii ni yule anayeeneza sharia ya nabii aliyetangulia mtume ni yule anayeleta sharia mpya ya sharia amri mpya inafunuliwa kwa mtume vitu vipya vinapewa. Wanazuoni wengi watukufu wanasema kwamba kitabu hakiji kwa nabii, lakini kitabu hakika kinakuja kwa mtume. Kila nabii si mtume, lakini kila mtume ni nabii. Alifanywa nabii baada ya Hazrat Adam alaihi salam na Hazrat Shith alaihi salam. Idris alaihi salam alieneza sheria ya Allah na akawaita watu kwenye imani. Idris alaihi ssalam alikuwa na sheria mpya ya sharia, kwa hiyo yeye ni mtume. Hazrat Idris alaihi salam aliboresha maisha ya kiroho pamoja na maisha ya kistaarabu, alivumbua vyombo vya kupimia vitu. Katika tafsiri ya Qurtubi imeandikwa kwamba alikuwa wa kwanza kuunda mizani ya kupimia na kupima vitu. Ukichunguza wakati mizani au urarib ulipovumbuliwa, utaupata Misri. Katika maandishi ya kale ya Misri picha za sahani mbili za mizani zipo. Basi Hazrat Idris alayhi salam ndiye mtu aliyefundisha njia ya mizani na uzito. Alianzisha mfumo miongoni mwa wafuasi wake akawafunza wakati wake. Kizazi cha Kabil kilieneza uasherati na ufisadi. Aliwafunza wafuasi wake kutengeneza silaha kutokana na chuma walikuwa wakichonga chuma katika umbo la mkuki na kisha kukifunga kwenye mbao na kukitumia kwa njia hiyo. Mwanzo wa utengenezaji wa silaha ulitokea mikononi mwa Idris alayhi salam. Kisha Allah Ta'ala alimwamuru akomeshe uovu. Aliunda jeshi safi, akaligawanya jeshi katika sehemu mbili. Sehemu moja ilikuwa ya wale waliokuwa wamepanda, nyingine ilikuwa jeshi la watembea kwa miguu. Allahu Akbar alipotoka kwenda kwenye mapambano matakatifu bendera za ushindi na mafanikio ziliinuliwa kila mahali nini lengo halisi la mapambano matakatifu marekebisho kama vile daktari anavyokata sehemu iliyoharibika ya mwili vivyo hivyo mapambano matakatifu ni jina la kukomesha ukandamisi na uasherati hii si kufanya ukandamisi bali ni kitendo cha kukomesha uovu Hazrat Idris alaihi salam kwa amri ya Allah alikomesha maovu na akatekeleza mfumo wa Allah. Imepokewa kutoka kwa Hazrat Samra bin Jundub radhiyallahu anhu kwamba Rasulu llah sallallahu alayhi wasallam wasalam alitujulisha kuhusu muonekano na umbo la Idris alaihi ssalam. Alisema, Idris alayhi ssalam alikuwa mrefu, rangi nyeupe na kifua cha pana. Kulikuwa na nywele chache mwilini nywele nyingi kichwani na jicho lake moja lilikuwa kidogo kuliko lingine. Alizaliwa Babeli, kutoka hapo alienda Misri kisha Palestina. Mara nyingi alibaki akijishughulisha na ibada kwenye kingo za mto Nile. Umri wake ulipofika miaka mia tano, Allah Taala alimpa mwana ambaye jina lake lilikuwa Matushalikh. Hazrat Matushalikh radhiyallahu anhu akawa mrithi wake baada yake. Sayansi ya mchanga inahusishwa na Hazrat Idris alayhi salam. Inasemekana kwamba alikuwa mvumbuzi wa sayansi hii. Katika Musnad Imam Ahmad kuna riwaya kwamba Hazrat Muawiya bin Al-Hakam Salmi radhiyallahu anhu aliuliza, ya Rasulullah, watu wengine huchora mistari kwenye mchanga. Basi hudhur sallallahu alayhi wasallam akasema: Kulikuwa na nabii ambaye alikuwa akichora mistari. Sayansi ya mchanga pia inaitwa sayansi ya uganga wa ardhi. Kulingana na mila za kale, wakati wa Hazrat Adam alaihi ssalam, Jibril alaihi ssalam alifanya alama nne kwenye mchanga, ambapo sayansi hii ilizaliwa. Watu wengine wanasema kwamba Hazrat Idris alaihi ssalam aliikuza. katika Bible Idris alaihi ssalam ameandikwa kama Henoko. Kulingana na baadhi ya makanisa ya kale vitabu vya Hazrat Idris alaihi ssalam vilikuwepo, lakini baadaye Wayahudi walivikana. Imani ya Wakristo wa Ethiopia ni kwamba wana nakala za vitabu vya Idris alaihi ssalam. Kulingana nao, sentensi ya kwanza aliyoiandika kwenye udongo ilikuwa hii, neno la baraka za Henoko ambapo aliwabariki wateule na wenye haki wangekuwa hai katika dhiki kwa ajili ya kuondolewa kwa watenda mabaya wote. Hii inachukuliwa kuwa maandishi ya kwanza ya Hazrat Idris alaihi salam yaliyoandikwa kwenye udongo wa mva. Ibni Arabi rahmatullahi alaihi alisema katika kitabu chake Al Asfar an Nataij, Nataiji al Asfar imeandikwa kwamba Hazrat Idris alaihi salam alipanda hadi mbingu ya saba. Alipokea elimu kwamba sehemu fulani za ulimwengu zimeunganishwa. Aliona tofauti ya nyota kukutana kwake na mienendo yake. Alikaa katika tufe la anga la zodiac kwa miaka thelathini, kisha alirudi duniani, akawachagua wenye hekima miongoni mwa jamii yake na akawahubiria kwamba adhabu inakuja, yaani mafuriko makubwa. Alitumia kalamu kuhifadhi elimu aliyeandika maandishi kwenye miamba na vibao vya udongo. Kisha Allah taala alimwinua hadi kwenye tufe la anga la jua, yani obit ya jua. Yani Ibnu Arabi anasema tufe hili la anga la jua ndiyo moyo wa mbingu. Katika Quran Tukufu, Allah tabaraka wa taala alisema kuhusu Idris alayhi salam: wa rafanahu makanan aliya, maana tulimuinua hadi daraja ya juu. Imam Razi rahmatullahi alayhi anasema katika ufafanuzi mkuu, innal murada bihi alrifatu min almakan, maana hapa haimaanishi vio vya juu bali mahali pa juu ndipo panakusudiwa. Kwa hiyo kusema daraja ya juu kunaonyesha kuinuliwa kwa mahali kimaidi. Kutokana na hili, inajulikana kwamba maendeleo kimaidi pia yalikuwepo katika zama za Hazrat Idris alayhi salam. Alifundisha jinsi ya kutumia kalamu, kusuka nguo, kutengeneza silaha, kufanya kilimo na kufanya ibada. Dini haizuii maendeleo, badala yake dini yenyewe imeweka msingi wa maendeleo. Hivyo hivyo maendeleo ya Sheitani yanatoa nahasa, si kiroho. Kuna faraja ya kimaidi, lakini si urefu wa kiroho. Kitendo pendacho cha Hazrat Idris alayhi salam kilikuwa kumkumbuka Allah. Alipoona mchanga wa mashamba, angesema Subhanallah. Alipoweka mshono kwenye nguo, kwa kila mshono mmoja angesema Subhanallah. Ibada yake katika zama hizo ilikuwa mara mbili ya watu wote. Sababu ya hili ni kwamba alikuwa akijishughulisha zaidi na ibada na pia aliwafundisha wengine ibada. Kwa kuwa Idris alayhi salam aliwafundisha watu ibada, thawabu ya kila mcha Mungu pia iliingia kwenye akaunti yake. Kama vile mtu anayeonyesha njia ya wema thawabu yake pia inamwendea. Kwa hiyo wakati matendo yake yote yalikwenda mbinguni, thawabu yake ilikuwa ya juu zaidi ya kuliko zote. Katika vitabu vya hadithi na ufafanuzi imetajwa kwamba malaika ameteuliwa kwenye mlango ambapo matendo yote ya wanaadamu yanapita. Malaika huyo alibaki akishangaa kwa nini matendo ya Idrisi alayhi salam ni ya juu zaidi ya kuliko yote. Malaika huyo aliomba ruhusa kukutana naye, kisha akimjia Hazrat Idris Alaihi Salam, akasema, mimi ndiye malaika aliye kwenye mlango ambao matendo hupita. Matendo yako ni ya juu sana, hata nikatamani kukutana nawe. Idris Alaihi Salam akasema, unaweza kuniambia ni kiasi gani cha maisha yangu kimesali? Malaika akasema, elimu hii iko kwa Hazrat Israil Alaihi Ssalam. Kisha Idris Alaihi Salam akasema, basi nifanyie nikutane naye niulize kuhusu muda wa maisha yangu, ili niweze kutumia muda uliobaki katika ibada pia. Malaika akasema sawa, nitakupeleka. Alimketisha Hazrat Idris Alayhi Salam kwenye mawaya yake na akamchukua. Walipofika mbingu ya nne, mkutano ulifanyika. Azrail Alayhi Salam alikuwa akikuja kutoka juu, mkutano ulifanyika naye. Idris Alayhi Salam akasema Nilikuwa nakuja kukutana nawe tu. Israil alaihi salam akasema ni jambo la hajabu, Allah ameniamuru niende mbingu ya nne na nichukue roho ya Idris alaihi salam. Nilishangaa kwamba uko duniani, kwa hiyo ninawezaje kuchukua roho yako mbinguni? Basi nilipoona kuwa uko kwenye mbawa zangu, amri hiyo ikadhihirika. Matokeo yake roho yake ilichukuliwa hapo hapo. Riwaya hii imepokewa kutoka kwa wafuasi. Imamu Kurtubi na Ibnu Kathir rahimahullah pia wamesimulia vivyo hivyo kwamba roho yake ilichukuliwa kwenye mbingu ya nne. Kutokana na hili, inajulikana kwamba amefariki dunia. Hata hivyo, hekima ilikuwa kwamba mwanadamu anapaswa kujua kwamba haijalishi mtu yuko kwenye daraja gani la juu, yule anayechukua roho anatimiza amri ya Allah. Hii pia imethibitishwa kwamba kifo cha Hazrat Idrisa alaihi ssalam kilitokea kwenye mbingu ya nne, ili ulimwengu upate ujumbe kwamba iwe mahali pa kuondoka maishani ni duniani au mbinguni, mtu hawezi kuepuka amri ya Allah. Qurani ilisema, ainama takunu yudrikkumul maut, maana popote mlipo mauti yatakufikieni. Leo duniani watu wanazungumza kuhusu ukoloni wa anga. Marekani na nchi nyingine kumi na saba zinaanzisha makazi mbinguni pamoja. Mamilioni ya dola yanatumika kuishi huko kwa siku chache. NASA imetoa miundo ya makazi ya angani. Lengo ni kwamba uharibifu unapokuja duniani watu waweze kuishi mbinguni. Lakini kumbuka, haijalishi unapanda juu kiasi gani huwezi kuepuka amri ya Allah. Allah alitoa somo hili kutokana na tukio la Hazrat Idris Alayhi Salam kwamba hata ukienda mbinguni, Allah anaweza kuchukua roho popote anapotaka. Imetajwa katika Sahihi Bukhari kwamba katika Miraj Nabii Karimu Sallallahu Alayhi Wasallam alikutana na Idris Alayhi Salam kwenye mbingu ya nne. Alisema marhaba bin nabii salih wal akhi salih, salih. Maana yake karibu nabii mwema na ndugu mwema. Tunapata hadithi nyingine juu ya kufariki kwa Idris alayhi salam, ambapo Imam Tuirani na Dailami walisimulia tukio kwamba Hazrat Idris alayhi salam alikuwa na urafiki wa kina na Israil alayhi salam. Siku moja aliomba, unaweza kunionyesha pepo na jihannam? Israeli alaihi ssalam alimficha kwenye mbawa zake na kwanza akamwonyesha jehanamu. Aliogopa, kisha akamwonyesha pepo. Alipoiona pepo, alianza kusema sitarudi. Israeli alaihi salam aliomba, e Allah, harudi. Allah taala akasema, mwache, yoyote anayekuja hapa harudi. Imamu Razi anaandika katika ufafanuzi mkuu wengine wanasema roho yake ilichukuliwa, wengine wanasema yuko hai peponi. Hata hivyo, wafasiri wengi wanasema kwamba Hazrat Idris alaihi ssalam alibaki peponi. Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam pia alitembelea pepo na Jehannamu, lakini badala ya kupotea katika raha za pepo aliomba msamaha kwa umma. Wakati Nabii Karimu sallallahu alaihi wasallam alipokwenda mbele ya Bwana usiku wa Miraj, pazia elfu sabini ziliondolewa, alikutana na Allah Taala, aliomba msamaha kwa umma na akarudi kwa umma. Maisha ya Idris alayhi salam ni mfano mkubwa sana wa usufi. Unapaswa pia kupitia kumbukumbu -kumbu. kubali usufi kwa sababu maana ya usufi ni utakasaji wa nafsi na safari katika njia ya kutoweka na yule aliye kiongozi kamilifu anaitwa bwana wa njia ya kiroho . Mkononi mwake mna mshumaa wa mila ya Mustafa sallallahu alayhi wasallam, na fimbo ni ya hofu ya Allah. Naomba Allah taala atupe nguvu ya kuchukua masomo kutoka katika maisha ya manabii kama hao, kuongeza akili na imani yetu, na atupe uthabiti katika matendo mema. Amin. Ikiwa umependa video hii, basi penda na jisajili ili upate video mpya za Dastanie Anbiya kwanza. Jazakum ullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.